Bismillahi rahmani rahim. Maji ndio raha ya kuishi. Mombasa inabidi maji tununue, kwa sababu serikali ya kaunti ya Mombasa imeshindwa kutoa huduma muhimu sana kwa wakazi wa mji huu. Nashangazwa sana na viongozi ambao wanataka kubeba majukumu ya kutoa huduma kwa jamii na wanashindwa kutekeleza majukumu ya uh, msingi kabisa. Inabidi tununue maji kutoka nje, na hakuna uhakika ya usafi wa maji haya. Maji haya tuna yanapatikana katikana kutoka visima vya hapa mjini, na visima hivi hakuna ushuhuda kwamba ni visima ambavyo viko sawa, vinastahili kutumiwa na vimepasishwa na idara husika kuandiza matumizi kwa jamii ya wakazi wa Mombasa. Masikitiko sana masikitiko sana, ni jambo la huzuni kubwa sana kwamba tunaendelea kupata shida, na ni pesa nyingi sana kujaza tanki hili la maji. kama mnavyoona, kazi inaendelea, na anakwambia na bado tena, sijui tusubiri kuona nini la ziada ambalo pengine litakuwa ni tofauti na haya tunayoyaona. Asante boss. Kazi kama mnavyoona ibidi tukodishe tuputupu eh, tuktuk ndio kazi anayofanya kutubebea maji na kutupatia maji ya matumizi katika mji huu wa Mombasa, ni masikitiko sana sana sana. Na mjue kwamba mmetokoa jukumu la kutoa huduma, na kwa mwenye mbele ya Mungu hatutowasamehe wala hatutosahau. Asante sana kijana. Hiyo ndiyo hali ilivyo katika jiji la Mombasa na bado tena